Penzi wa Mungwe Superbrand, tunashukuru Mungu. Leo pia tumepata mgeni mwingine kuja ofisini kwetu. Tunafurahi kuona wateja wetu mnaendelea kufika mahali tulipo, kujua ni wapi ofisi ulipo, ni kitu gani ambacho tunakitoa na huduma gani ambazo tunazitoa. Hapa tuko toa ngoma opposite na Alexia Hospitali, ndio ofisi ya Mungwe Superbrand, mahali ipo karibu sana. Kaka Ismaili Asante sana, baada ya kutuona Instagram nilipata swali lako moja kwamba mchele upe naopewa, kwa hiyo ndio maana mnaona hapa nimekaa na <laughs> <laughs> uh, mchele kabisa, kuhakikisha kwamba ubora tunazingatia ndio cha kwanza. O, kwa kile ambacho nakiona hapa siku ambapo mzigo kiona ni tofauti, na tunakuruhusu kurudisha uh, na kupata kile ambacho ulikome umekiona hapa. Labda uh, wewe ulifikiria nini kufika kwetu? Unajua uh, mjini kwanza, kuna kampuni nyingi za utapeli tapeli online. Kwa hiyo mwanzo nilikuwa na wasiwasi, nimependa huduma ila nikawa na wasiwasi kwamba hawa watu wanapatikana wapi, ni matapeli uchochoroni? Kwa hiyo nikasema nije kuhakiki. Kwa hiyo nimefurahi kufika hapa Mungwe Super Brand na nimefurahi huduma kwanza, hata mwanzo nilivyoona mazingira ya ofisi nikajua ni watu serious ambao wanafanya kweli kazi kwa hiyo nina imani sawa kuwekeza hapa, kuhakikisha <tune> <tune> <tune> nafanya huduma zote ambazo zinapatikana hapa. Na kitu kingine labda ambacho nimekutana nacho hapa ni kukuta huduma ambazo ni tofauti. Nilijua labda ni vyakula tu pesa, ila nimekuja kukuta hapa kuna huduma ambazo unaweza ukawekeza kama viwanja ukawekeza ukapata labda nani, ujenzi kwa ajili ya masuala ya ujenzi, unataka kujenga nyumba na unahitaji kuwekeza kidogo kidogo ili uweze kujenga. Vitu vya vyombo vya usafiri vya moto pia unaweza ukawekeza na ukaweza kupata kama pikipiki piki, bajaji au gari. Kwa hiyo nashukuru kwa huduma ambayo nimeipata hapa na vitu ambavyo nimeweza kujifunza zaidi nikiwa hapa, Mungu Nashukuru Bwana Ismail. Lakini ukiangalia wewe ni kijana, na vijana wengi huwa tuna ndoto nyingi yeah, ila namna ya kuzifikia hizo ndoto kidogo tunahitaji discipline ya pesa yeah. Kwa mtazamo wako unahisi kwamba, au kwa maono yako unaona labda Mungwe Superbrand kuna namna ambavyo inaweza ikamsaidia kijana akatimiza ndoto zake? Yeah, kwa asilimia kubwa sana Vijana tumekuwa tuna changamoto sana kutunza pesa, hata tunajaribu kufanya katika mabenki huku, ila kwa sababu una uhuru wa kwenda kuichukua <laughs> muda wote, unapata vishawishi, unaenda unachukua, na unashindwa kufikia malengo yako unapofika sana sana mwisho wa mwaka. Ila hapa Mungwe maana yake unatakiwa utimize majukumu yako ya, ya kitu ambacho unatizamilia kukipata kwao, ile inakusaidia kwamba utafanya mambo mengine ila bado utakuwa umefocus katika ndoto zako ambazo mwisho unashangaa tu mwisho wa mwaka umefika, umefanya kitu kikubwa. Kwa hiyo vijana, ni nafasi yetu na sio vijana tu, kwa mtu yeyote ambaye ana marengo yake, nadhani Mungwe iko salama kwake kwa kutimiza ndoto zake. Oh, unamaanisha kwamba uwepesi wa kudro pia huwa ni changamoto, lakini kwa upande wa Mungu tunaweka limit. Kwa mfano sisi, tukisema tofali, sisi tunakuletea tofali yeah. ili kuhakikisha kwamba ile ndoto yako ya tofali uliyokuwa unaitaka ni kweli imetimia yeah. na wewe pia itakupa moyo kwamba kumbe ndoto inawezekana. Lakini tukisema kwamba umefika, umewekeza tofali, ikafika kipindi cha tofali tofalikisa, ukataka pesa, ina maana ile pesa ukila unaweza kaiona Mungu haina thamani yoyote kwako kwa. yeah. so... kwa kikubwa Mungu sisi tunavalu ile pesa yako ndogo iwe kubwa kwa hiyo tunaangalia jinsi gani hata wale ambao walikuwa wana matumaini ya, ya kukata tamaa kabisa kwamba haiwezekani kujenga, haiwezekani kumiliki vyombo vya moto, haiwezekani kumiliki kiwanja, lakini haiwezekani kuwa na stoku ya benzo ya chakula. Unajua kuwa tuna stoku ya chakula ni kesi nyingine na, kuwa yeah, na kumiliki kiwanja ni kesi nyingine, yeah, yeah, yeah. kwa sababu kuna mtu ambaye leo anapambana kuhakikisha mlo wake wa siku umepatikana, lakini yes. kuna mtu ambaye hawezi kutoka nyumbani yani ku, yani watu wakala bila yeye kutoka. Okay, yeah. Na akifika kule akikosa, ina maana huku nyuma yeah, yeah, watu hawezi wakala yeah. yes. Kwao unakuta ndio ile mama umemwacha mama nyumbani anategemea ikifika saa sita kasoro akupigie mlongo vipi, au baba fulani vipi vip, umefikia wapi? Ah, mambo na wanaendi, kwa hiyo <laughs> wanakuwa wana katika hali ya kutononeka, lakini yeah, yeah, ukiwekeza kidogo kidogo kwa ajili ya chakula utaiacha pia familia inakuwa katika hali ambayo ni salama pia yeah. kwa sababu leo yeah. kesho kuna, kuna kukosa mm -hmm. ile kesho yako unakosa nini kinatokea. Kwa hiyo mtu anaweza ukathamini sana kuwa na pesa ukasahau kuthamini kuwa na chakula na chakula nyumbani mm -hmm. kwa hiyo kwa mantikio Mungu tumeiona hiyo hadha, ndio maana tukaanza na chakula na yeah. E, Mungwe alianza kama Mungwe shop, nilikuwa ni yeah. na dili na vyakula tu, ili mbona watu wanakula, lakini ya yes. <laughs> lakini hawavai akinikula hawajengi. mm. yes. ndio maana tuka move on kwenye Mungwe Superbrand ili tuweze kuwa na uwanja mpana wa kuwagusa watu tofauti tofauti, ili aweze kutimiza ndoto yake. yes. Tunashukuru yes. sana, na ukawe balozi mzuri kwetu kwa yoyote ambaye atakuuliza kuhusu Mungwe. Usipate shida mwelekeze, kwamba Mungwe iko ngoma ik Toangoma, Alexia. okay. fika ofisini tutampokea, na tunashukuru kupokea watu wengi okay. ambao kwamba tutaenda tukawaguse kwa namna moja ama nyingine, japo hatuwezi tukawamaliza, lakini kwa asilimia kubwa tunaweza okay. kuwahudumia okay. na kuwagusa zile ndoto zao zikaweza zikafikia zikafikia mwafaka. Tunashukuru sana na karibu sana Mungwe Superbrand. Nashukuru sana, nashukuru, nimepata huduma nzuri na tutaendelea kuwa familia. Asante, okay, sana.